Jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma lilitoa taarifa ya kupotea kwa padri Camillius Nikata wa jimbo kuu Songea. Hujambo na karibu sana Mwaka TV langu jina, naitwa MC Mwaka. Tumekuwa tukisikiliza na kupata taarifa mbalimbali kuhusiana na matukio mbalimbali ya kutekwa kwa watu. Sasa kuna tukio moja ambalo mpaka sasa hivi ni tu hot. Padri aliyetekwa eh, iliyosemekana kwamba ametekwa sasa, amepatikana akiwa kwamba alijiteka mwenyewe. Sasa kamanda wa polisi mkoa wa Ruvuma, kamishna msaidizi mwandamizi wa jeshi la polisi Marco Chilya, amethibitisha kupatikana kwa padri Camillius Nikata wa jimbo kuu Songea, na mhadhiri wa chuo cha Mtakatifu Augustine pale Mwanza, akisema kwamba padri huyo hakutekwa kama ilivyokuwa ikiripotiwa kwenye vyombo mbalimbali mbali vya habari hapa nchini. Akizungumza na waandishi wa habari, kamanda Chilya amesema jeshi hilo katika uchunguzi wake lilifanikiwa kumpata padri huyo kwenye mashamba ya kijijini kwake Mawa kata ya Hanga mkoani Ruvuma, afya yake ikiwa imedhoofu, yaani akiwa amedhoofika sana huku kutokana na njaa ya kushinda bila kula kitu chochote bila ya kuwa na jeraha lolote lile kwenye mwili wake. Jambo ambalo limeendelea kuonyesha uhalisia wa kuwa hakuwa ametekwa ni kwamba alikutwa akiwa na vitu vyote alivyoondoka navyo, ikiwa ni pamoja na begi lake la mgongoni na funguo. Hiyo ni miongoni mwa habari ambazo tumekusogezea hapo, na pia una nafasi ya kuweza kutazama kwa umakini zaidi na kuangalia, je, yaliyomo yamo. Anyway, una nafasi kubwa ya kuendelea kusubscribe na kuendelea kufuatilia chaneli yetu Mwaka TV. Comment yako ni muhimu sana, asante kwa kuendelea kufuatilia Mwaka TV. Jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma lilitoa taarifa ya kupotea kwa padri Camillius Nikata wa jimbo kuu Songea ambaye pia ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino Tanzania n yani sauti Mwanza. Taarifa ni kwamba baada ya kupotea kwa padri huyo, makachero Bobezi wa jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma walianza kufanya upelelezi wa kina, kama walivyokuwa maidi kumtafuta padri huyo kwa kutumia njia zote za upelelezi. Kufuatia upelelezi huo Leo tarehe 17 mwezi wa 10 2025. Padri Camilius Nikata amepatikana kwenye mashamba ya kijiji cha Mawa Mawa iko kata ya Hanga Hanga. Hii ni sehemu ambayo ni nyumbani kwao. Padri Camilius Alon Nikata amepatikana akiwa hai, akiwa mzima kabisa Akiwa hana jeraha akiwa na nguo zake zote alizotoka nazo kutoka uh, jimboni siku ile jioni, akiwa na kile kibegi tulichowaambia kwa taarifa kwanza alitoka nacho, akiwa kikiwa, kikiwa, kikiwa pale na lakini, padri anapatikana akiwa mazoofu kwa njaa baada ya kutokula kwa siku nyingi na ambazo alikuwa akishindia karanga na maji. Padri aidha huyo amekutwa na begi lake dogo aliondoka nalo ikiwa imeanza kuliwa na mchwa. Amekutwa na hati ya kusafiria, amekutwa na kitauro ambacho alikuwa anatandika chini akitumia kulala, kulalia. Pia amekutwa na pesa taslimu shilingi elfu kumi na tatu mia tano amekutwa na saa yake ya mkononi ikiwa iko safi kabisa, amekutwa na miwani, amekutwa na dawa za paracetamol, amekutwa na simu yake akiwa mei ameizima vile vile, anakuta na funguo mbali mbali ikiwepo funguo ya chumba alichokuwa analala jimboni kabla ya kujipoteza. Sababu kubwa za padri kujipoteza na kutokomea mashambani karibu na kijiji alichozaliwa ni kama zifuatazo: moja, ni msongo wa mawazo uliotokana na madeni mengi yaliyokuwa chini ya uwezo wake. Upelelezi umegundua madeni mengi ambayo padri alikuwa anakabiliana nayo na kuonyesha kwamba alikuwa anashindwa kuyarudisha na, na, na wanaomdai umdai, tumewapata. Pili ni mahusiano. Uh, padri aliachwa na mpenzi wake aliyekuwa naye kwa muda wa takribani miaka tisa na ambaye alikuwa anamuhudumia kwa gharama kubwa na kwa kipindi cha ambapo mwezi wa saba mpenzi wake huyo aliamua kuachana naye na, lakini tulipofuatilia tuligundua kwamba kwa kipindi cha mwezi Juni mpaka Septemba padri alikuwa amemhudumia mpenzi wake huyo kwa shilingi zaidi ya milioni 39, akizitoa kwenye akaunti yake ya CRDB. Sababu ya tatu ya padri kujipoteza ilikuwa ni maradhi. Padri Nikata kwa muda mrefu alikuwa anasumbuliwa na presha ya macho na alifanikiwa kufanyiwa operesheni ya jicho moja, na sasa alikuwa anahitajika kufanyiwa operesheni ya jicho la pili, lakini alikosa fedha kutokana na matumizi makubwa ya kumhudumia huyo mpenzi wake ambaye ana miaka 28 tu. Nne, padri huyo alikuwa, sababu ya nne padri huyo alikuwa ameamua kuacha kazi ya upadri kwa sababu za kiafya, sababu za hayo mahusiano, sababu za hali mbaya ya kifedha, lakini padri huyo hakupewa nafasi ya kusikilizwa na uongozi wake.